Acha tujaribu. Na hii ni AI moja ya Kichina ambayo linki nitakuwekea kwenye description. Kwanza ukifika kwenye homepage, utaona kitu kama hiki. Hizi ni example, ni vitu ambavyo vimetengenezwa. Kwa mfano hii uh, hii ni picha, unaona picha ilivyo kali. Kwa hiyo ni AI moja ya picha ambayo inatengeneza picha kali, sio picha tu, ina change video kama hivi, imekuwa video unavyoona, video ni quality kubwa sana. Sasa hii kuna namna ya kuitumia bure lakini kuna sehemu ya kulipia kama kawaida, ila kuna vitu vya bure, na kutumia bure ni rahisi sana. Nakwenda kuonyesha jinsi ya kuitumia. Hii ni mifano ambayo ukifika mwenyewe unaweza ukaanza kuicheki. Ni picha, unaona picha ilivyokuwa. Mifano hapa ni picha na videos, kuna picha na videos. Kwa mfano hii ni video na kama unavyoona video zake zina quality sana. Sasa jinsi ya kuitumia simple sana. Uta login, ukisha login, utapewa credit kumi kila siku. Credit kumi kila siku utazitumia kutengeneza video moja kwa haraka. Kutengeneza video bila credit unaweza na ni bure kabisa, ila ukiona credit unatengeneza kwa speed zaidi, na kila siku watakuwa wanakupatia credit kumi. Sasa jinsi ya kufanya, utaenda sehemu hii hapa. Hii ni sehemu ambapo unachagua kitu cha kufanya. Nikigusa hapa unakuja vitu hivi, Text to image, manake unaandika maneno alafu inakuja picha. Image remix, unachanganya picha na kuziedit edit. Image to video, unaweka picha kisha unapata video. Text to video, unaandika maneno kisha unapata video. Effect, unaweka effect kwenye video. Image to video ambapo unaweza kutengeneza pia video kama za veo 3, ambazo mtu anaongea, lakini pia kuna changamoto ambazo unaweza kutana nazo, ila oja nianze na hii, nimechagua image to video, nita select kisha nitaenda hapa. Utagusa kuna vitu viwili, kuna 2.5 preview na 2.2. hii hapa inatengeneza audio kama ile ya VO3. inatoa video ya AI yenye sauti kabisa, unaiambia iongee nini, ila kwenye sauti ya Kiswahili kwa kuwa hii ni ya Wachina haiko vizuri sana kwenye Kiswahili, kwa hiyo, kwenye video za Kiswahili nitakuonyesha mfano ambao nimetengeneza video ya Kiswahili, lakini matamshi na lugha na kila kitu hakiko fresh sana kwa sababu content za Kiswahili si nyingi sana kwenye F server za Kichina. Nina mawazo sana ila sina uhakika a nawaza nini. Hii ni natengeneza video ya kawaida na ndio ambayo napenda kuitumia zaidi. Ukigusa 2.2 na kutengenezea video unachagua quality ni HD Vitu vingine unaacha, ila ukitaka utengeneze kwa speed unaweza ukawasha hii. Ukiwasha hii hapa, utakuwa unatengeneza kwa speed kwa kutumia hizi credit zako. Ngoja tufanye hivi, nimesha chagua, kisha nitagusa hii alama ya ku add picha. Nitagusa hapa, ah, nitaenda ku upload. Ngoja ni upload picha hii, utasubiri kidogo iweze ku upload. Ndio hii hapa ina upload. Tayari ime upload na wameniandikia credit 10 na hizi ndio credit 10 hapa. Ukitaka bila credit, unatoa hii section hapa, unatoa hii, unazima, lakini itachelewa, za, itachelewa zaidi kutengeneza hiyo video. Okay, nitaandika ninachotaka, labda hapa nitaandika slow, alafu nitajenerate. Nitasubiri kidogo, hii ndio sehemu ya kujenerate itatumia dakika moja na sekunde hizo, zinapungua baada ya kutumia. Credit zimeisha, kitu cha kufanya utasubiri siku nyingine, utatengeneza au utaendelea kutengeneza slow kwa kutumia bila credit. Nitakuonyesha pia kutengeneza bila credit, ila njia ambayo naifanya mimi ni kutengeneza account kibao. Hii ni njia ambayo si lazima nikuambie, jiongeze, tengeneza account kibao, kila unapotaka generate inakuwa rahisi zaidi. Na video ndio hii, acha ni play Unaona video ilivyo, ni video fulani ambayo ni kali na pia iko freshi. Kwa wale mnaotengeneza story, kwa wale mnaotengeneza mnaotengeneza content, download, unaminya hapa download with watermark, kwa sababu hatujalipia. Sio mbaya watermark, tuna download afu tunaikata baadaye. Sasa kujenereti bure, hapa nimetumia credit za bure pia naweza nikajenerate bila kulipia alafu kwa bila credit nitaminya hapa ngoja sasa hivi nichague nichague hii mpya 2.5 nitachagua sekunde ziwe kumi iwe ni HD nitajenerate kwa kutumia zero credit na hapa nina zero credit nikijenerate itaanza kujenerate ila itachelewa sana kwa sababu ni bure. Kwa hiyo si sehemu ya kusubiri, kwa sababu inatumia muda mrefu. Unaweza ukaacha ukarudi baadaye ukaikuta imejenerate, na nilitumia muda fulani kujenerate video fulani mrefu sana. Pia unaweza kujenerate picha kwenye hii hii AI. Utagusa hii sehemu, utaenda kwenye text to image. Ukienda kwenye text to image Utaandika idea tantarani bila credit na picha kwa sababu ni kitu kidogo kuliko video, picha itawahi kidogo.